Kwa jina naitwa Mwalimu Ivan Danda, natoa wito wa wanafunzi kushiriki ili shindano la uandishi wa insha kwa kidato cha kwanza mpaka cha nne, lakini pia uandishi wa wazo bunifu la biashara kwa kidato cha tano na cha sita. Hii ni fursa nzuri sana kwa wanafunzi wote kutumia kile ambacho wamekuwa wakijifunza, kwa maana hata mtaala sasa wa elimu unasisitiza elimu ya biashara kwa wanafunzi wote kwa. Kwa nafasi hii wanafunzi watapata nafasi nzuri zaidi ya kuweka kwenye matendo kile ambacho wanajifunza, hasa kwa hawa kidato cha kwanza mpaka cha nne, wao kwa kupitia uandishi wa insha, lakini pia kwa wale wanafunzi wakubwa wa, wa kidato cha tano na cha sita, wao wanapata nafasi ya kutumia ubunifu wao kubuni wazo la biashara, ambapo pia pamoja na ujuzi ambao wataupata kwenye kubuni hiyo biashara, pia benki ya NBC imeandaa zawadi nzuri kwa ajili ya hao vijana lakini pia kwa wale vijana mia mbili ambao watafanya vizuri zaidi, ao wa watapata nafasi ya kuwa mentored na benki NBC. Kwa hiyo nitoe wito kwa wanafunzi wote popote pale walipo wahakikishe hawakosi fursa hii, maana ni fursa ambayo ni nzuri sana.